Na sasa Paulo anaiona neema inapotoka mbali. Hii neema anayoikalia huyu Timotheo ni neema ya ulithi, amina. Unajua huku duniani kuna maneno ya ajabu, anasema eh, mchungaji hazai, mchungaji? Hapana, ni uasi tu Amen. Amen. Ni uasi tu. Kama isingekuwa hivyo isinge kuwepo Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka Mungu wa Yakobo kusingekuwa lakini kwa sababu Mungu ni wa vizazi na vizazi, ndio maana tunakumbushana maneno haya ili Mungu akalie familia zetu, Mungu akumbuke usao wetu, akatokee mtu wa namna kama Dani kwenye familia yangu Amen. Yeye yaani, nazungumza akatokee mtu kama mimi, yaani njia ninayoifuata atokee mtoto mmoja atakayeifuata na sio mmoja, yaani nazungumza mmoja kama mwakilishi wa wengine amen. Lakini sio huyo tu, wakatokee na wengine kati ya uzao wangu, watoto wa watoto wangu, waifuate hii njia. Sasa hii njia, namna ya kuifuata, sio jambo la kudharauliwa. Anasema ninajua najua namna hii neema iliyo ulionayo jinsi ulivyoiishi tangu utoto. Ndio maana siku ile nikasema, hawa watoto mnaowaona hawa wako hapa, kesho ni hatari. Amen. Wanaweza kufanya mambo ambayo nyinyi hamkufanya, lakini inategemeana, wakati wako hivi, mume walea vipi? Amen. Amen. Sio kuacha acha tu. Mnawalea vipi? Tunapopiga majeshi na wao wanapiga. Haleluya. Mimi nilimshukuru Mungu sana na mpaka sasa namshukuru Mungu kwa sababu mimi nyumbani kwangu anga ni tofauti sana, familia yangu. Yaani mimi hata mtoto wa mwaka mmoja anafunga masasi. Unaelewa hiyo? Unajua, sisi tuna tuna tuna tabia ya ku, ya kuishi kwa mazoea yani, kukalili usikalili, maombi ni maombi. Hata yalisali moja ni maombi, kwa sababu nayemwomba ni Mungu. Amina. Na hafanyi kwa sababu eti umeenda masaa mengi au umeenda masaa machache, anafanya kwa kulizika, yani yeye akulizie. Amen. Kwa sisi tunamuhimiza tu Mungu au tunajihimiza kwake, ili atutendee. Ndiyo maana tunaweza tukaamua tukachukua masaa kumi na mbili, tukaenda masaa arobaini na nne, tukaenda masaa sabini na mbili. Yani kwa namna tunavyosikia msukumo na mazingira tuliyonayo, ndivyo tutamwendea nani? Mungu lakini haijalishi unaweza ukaenda siku saba alafu akakukatalia. Yeye ni Mungu na wala kwenda siku saba haujapungukiwa. Amina. Usifikiri Mungu asipojibu, hakuna kitu kilichofanyika. Amna, yaani yeye tu kuto kujibu ni jambo limefanyika. Huenda angekujibu ungepata kiburi, hayo maombi yako yangekuwa na faida gani? Amina. Kwa hiyo lazima tuelewe. Ndio maana Timotheo anaambiwa na Paulo, haya mambo ambayo umeshikamana nayo yanakuletea wokovu na hatimaye unaonekana kuwa mtu mwenye akili. Unaweza ukasimama mbele za watu, unaweza ukasimama mbele za wasomi, unaweza ukaongea na watu wa namna mbalimbali. Wapendwa, ukweli niwaambie, wokovu uokovu pekee ndio unaweza ukatuleta kwenye namna ambayo sisi tusinge simama kwenye namna ambayo sisi tusinge stahili. Amen, hebu jiulize kama Samuel hapa hawezi kuingia kwenye baraza la mawaziri akisimama hivyo, hebu simama wa Samuel uje kwa hapa, simama tu uje kwa hapa. Umepungukiwa kimoja tu, hawezi kwenda na marapa na baraza la mawaziri uwezi. Ukishakutwa kutwa hivi, lazima wakwambie, rudi kavae vizuri. Unaona yaani, nyinyi mmwangalie kuishia huko. Amen. Na wewe jamaa kuna kanuni moja haijui. Suti na kanuni zake bro, siku <laughs> noma. Hata bendera ina kanuni yeah. Unaona, yaani hapa umeivunjia ya heshima suti. <laughs> Haleluya. Anasema analifahamu anaifanyia ma, makusudi tu hii suti. Na Jumapili tena alifanyia makusudi ile nyingine nilimuona. Sasa hebu <laughs> jiulize kwa staili hii ukimtuma aende baraza la mawaziri haingii. Kilichomfanya hivi unafikiri ni elimu ya vidato? Sio, wokovu wako. Yani wokovu umempluni, sasa anaonekana ni mheshimiwa mm -hmm. naye anaweza akaingia katikati ya nini ya mheshimiwa. Ubarikiwe samani, lakini usiwaze <laughs> unaona mimi nili- nili nilibadilisha mfumo fulani, wajua mimi nimejitahidi kufanya vitu tofauti tofauti, kwa sababu kwanza mimi nafanya kazi na watu wa aina mbalimbali. Amen. na ninafanya kazi sehemu mbalimbali kwao, kuna kitu ambacho nilifikiri nikiwa na mfumo mmoja, kuna mazingira ambayo yananitatanisha mimi, nikasema haina shida hawa ni moja sitaacha kusema nimeokoka, ila nitawapa kazi sana watu kunifuatilia. Amen. Yani, mimi shughuli yangu sio mimi tu nifanye kazi ya kufuatilia watu, ila na wao niwape kazi ya kufanyaje? Yeah, <laughs> ndio maana ukiniangalia huwezi kuelewa. Hata unikague sana utaanza kuelewa huyu jamani Niokoka, haja okoka. Sasa kwa nini unielewe kirahisi rahisi? Eti, yaani mimi sitaki unielewe kirahisi rahisi. Ukiniona ujue ni kama sisi tu. Hata Yesu si alikuwa na hiyo tabia, ukienda kumtafuta katikati ya wanafunzi kumi na mbili huwezi kumpata. Paka wakwambie Yesu ndio huyu. Amen. Kuna wakati watu walikuwa wanakuja Paka wanaanza kuambia kina Andrea, tunataka kumuona Bwana. Na yeye yupo. Ila wanataka kufanyaje? Maana wakiangalia hawamuoni. Siku moja hao hao wanafunzi hao hao wanaenda Emau. Yeye amekufa. Wanasema hiki kijiti kimeanguka. Hamna shughuli tena. Wanaondoka alafu anajiunga. Wamekaa naye sana. Zaidi ya miaka mitatu wako naye. Hivi mtu umekaa naye miaka mitatu naweza ukupotee? Si hata kisogo tu unasema mdada nani huyu? Hivi huyu Loda. Huyu ni Loda. Hivi nafikiri nikiona Loda Sumbawanga kule nitampotea huyu? Yaani, kabisa ni mimi na akili zangu timamu nianze kujiuliza hivi nafananisha Loda. Yaani, kumuona tu na dada Loda samani. Naye yeye atashtuka Sumbawanga, huku nani kanijua jini? Yaani, ile kushtuka tu itanipa uhakika ni yeye. Amen. Lakini kadri tunavyokaa ndivyo unamfahamu mtu hata akiwa mbele yako, naona tu kisogo ila yule ni fulani Amen. Sasa wanafunzi wamekaa na Yesu miaka mitatu na nusu, wako wanaenda Emau, yeye anaingia katikati yao wala hawamjui, wanahisi ni mgeni tu mtu fulani, wanapiga stori na nini, wanaongelea mambo yaliyotendeka Yerusalemu. Wanafika kijijini, yeye yeah, anajifanya kama anataka apitilize yeah. Ame? Ame. Naendelea na safari, ni majira kama haya. Sasa ukiangalia kutoka Emau, kukuta kijiji kingine ni mbali, kama saa nne usiku au wa saa tano, wakasema hapana. Unajua, warokole wanga tuna tuna moyo fulani wa ukalimu, na hii ni wakosti sana, walokole wa zamani. Ndio maana sasa hivi warokole wa sasa wajanja wajanja, ni kwa sababu hapo nyuma kidogo zamani kidogo hapo wa, imewakosti sana walokole sana walikuwa wakikaribisha kila mgeni ule ukaribu kwa wakosti, wakakaribisha wezi. Mmelala, mnaamka asubuhi, mmefagiliwa kila kitu, wamebeba. Kutafuta mgeni wa jana hayupo, kaondoka na vitu. Mwisho wakaanza kushtuka dunia eh, eh, imeharibika sio ile ya kina Yesu. Hii ni nyingine. Amen. Sasa Yesu akajivaa kama anataka aendelee, wakamwambia, mpendwa unakoenda ni mbali, hebu njoo ulale kidogo hapa asubuhi utaendelea na nini na safari <tipos> lakini si ningeenda tu, bado maeaamna sisi tunapofahamu utakuwa wewe ni mgeni, wewe hapa ni mbali sana, saa sita, saa saba sab ndio takumefika kijiji kinachofuata. E, hebu lala, kesho utaendelea. Haya wapendwa, nashukuru nashukuru. Akakaa na, zamani lazima upewe tu maji usafishe miguu. Akasafisha natu miguu, akakaa ndani, mara wakaleta mkate Ukaandaliwa mkate, kikaletwa chakula. Sasa Bwana Yesu halagi bila kuomba, yaani hapo ndo mlokole utaumbuka tu, hatulagi bila kuomba. Lazima jamani tuombe hata kama ni ugenini, we sema tuombe, maana hujui nini kiko ndani ya chakula. Ni maombi tu yatazindua kilichoko huko. Kuna watu Amen. Amen. Amen. wengine mkisafiri mnaweka ulokole kwenye begi, ukienda kulala wakati unatoa shuka ndio unatoa na ulokole unajifunikiza. Unaanza kuombea kwenye shuka. <laughs> Ni bamba, ni ndipo usiku huko unaangalia hivi, ninalala ngaya, nasikia. Wewe, acha ewe acha hivyo. Acha kujificha kiaficho, mm. Wameleta chakula waambie, ngoja tumshukuru Mungu, wapendwa. Hakuna asiyejua Mungu. Ila watakachoshangaa ni utofauti wa maombi yako. Lazima uweke kodi kwa jina la Yesu, amen. Amen. Hiyo ndio kodi yetu. Yaani, umeomba Mungu, tunakushukuru umetupa riziki, bariki kilipotoka hapo. Mioyo yao inafunguka sasa. Kitakachotokea ni mwishoni. Kwa jina la Yesu, maombi gani? Hajamalizia tu kusema ame, haikutosha tu kusema Mungu. Watabaki wanajiuliza, wewe ulishafanyaje? Alipoanza kuomba ndio wakafunguka. Huyu si Bwana Yesu? Unasikii chakula kililio unafikiri waliona tena? Kuna usiku mbio kurudi Yerusalemu, kufika Yerusalemu, wanasema Bwana amefufuka, tumemuona kwa macho yetu. Ilikuwaje? Tumetoka hapa, wakaanza kuelezea, sasa tumeenda tumefika njiani mtu akakungana na sisi, tumeenda mpaka nyumbani, tumekaa kwenye chakula, akaanza kumshukuru Mungu, tukamuona ni yeye, mara akapotea. amen, amen. Haleluya. Kumbe alikuwa sio Yesu yule walikuwa wanaishi naye, alikuwa ni Yesu mpya, Yesu aliyefufuka. Yesu anaweza kutokea mahali popote, Yesu ambaye hata kama umefunga nyumba, yeye anaingia ndani, anakuambia amani ya Kristo iwe nawe. <coughs> Haleluya! Basi walipokuwa wakisema na yeye mwenyewe akajitokeza, akawaambia amani iwe nani, akashangaa bibi nasema, wakainama wakamsujudi na mimi maisha yangu sitaki mtu anijue, apate gharama kwanza, maana akiniangalia, huyu ni mgeni. Wageni waga tunajulikana, atukosaki kamba kama kuku kuku mgeni ako si nini eh. hey, wanakuona na buruza tu kakamba kako kaugeni, ni mgeni, ni mgeni, ni mgeni, mgeni, mgeni anaishi wapi? Wanaambiana wewe, ujui kama umejua unakoishi wanaanza kufuatilia, e, anafanya nini? Wanajua anafanya kitu fulani. Watu wa namna hiyo wanafanyaga vya hivyo eh, na yeye yukoji, yuko kama wenzake. Sasa hapo ndo utaanza kumitafuta, maana utanielewa, amen, mpaka uje umepati utakuta niko ndani ya nani ya Yesu. Tipo watu wanashangaa, Yesu, Yesu, ana watu wa ajabu, na hawa nao wamo, tumo Amen, Amen. Tumo na sisi tumetolewa kwenye mabaya, tumeletwa kwenye mema. Kwa neema hii inatupa wokovu. Inatupa wokovu wa kufika mahali tuonekane tuna akili. Tunayo akili ya ziada <tumana> Hallelujah.